Matayo Mtakatifu sura ya kumi na sita sura ya kumi na sita mstari wa ishirini na nne Matayo kumi na sita ishirini na nne tu barikiwe. Imeandikwa, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yoyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. <laughs> Endelea. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Mm -hmm. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Mm -hmm. Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Mm -hmm. Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo mm -hmm. atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amen. Baba Mungu tunakushukuru tena, yabariki maneno haya yaweze kuwa baraka kwa kila mmoja wetu. Katika jina la Yesu Mwokozi, Amen. Amen. Naomba usikilizaji mzuri, usikilizaji mzuri <clears throat> kwenye maeneo haya ya kumfuata Yesu. Ni maeneo yanayohitaji upambanuzi. Ni maeneo yanayohitaji uelewa. Na mtu anapambanua baada ya kusikia.